Ndani ya miaka saba ya kufanya biashara hii kuna siri moja kubwa ambayo natamani ningejua mapema. Hii ni siri ambayo ilinisaidia mimi kuweza kutengeneza pesa zaidi pa booking kuliko tu kufikiria au kupanik zaidi kujaza kalenda yangu. Kini ukielewa siri hii, unaweza hata ukawa na kalenda ambayo imejaa kwa siku kumi na mbili na ukatengeneza pesa ya mwezi mzima ndani ya muda huo huo. Kwa hiyo kama unatamani kujua siri hii, nisikilize kwa makini sana. So bila kupoteza muda tuingie kwenye video yetu, tukaone ni namna gani ambavyo mimi kwanza niligundua hiyo siri, na hiyo siri utakapoigundua, nitakwenda kukuonesha mfumo ambao wewe mwenyewe unaweza ukautumia kwenye biashara yako uweze kutengeneza pesa zaidi kwenye mfumo huu. So tulijuaje hii siri, au binafsi niligunduaje hii siri? Nakumbuka The moment ambavyo kwanza tumeingia kwenye biashara hii ya Airbnb ni kwamba pale Moshi tuna a 3 bedroom house na hiyo nyumba mpaka leo iko Airbnb. Nakumbuka like seven years ago kama sio nane, tulikuwa approached na watu wanaitwa Project Abroad. Hawa jamaa walikuja wakagonga pale nyumbani na kusema okay, sisi ni project ambayo tunachukua wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali mbali, na hususan ni kutoka Ulaya, wanawaleta hapa Tanzania, wanakuja kufanya internship kwa kwahiyo wanakuja labda kwenye mahospitali, mashule na nini, so hawa watu wakija hapa wanahitaji sehemu pa kulala wakiwa wanahitaji sehemu pa kulala, wengi wao unakuta hii project ndo inashughulika na kuwatafutia maeneo ya kulala. So walikuja pale, wakatuambia ok, labda kwa mna vyumba vingapi? Kuna vyumba viwili extra ambavyo vilikuwa free. Mimi niko chuo huku, mdogo wangu mwingine naye alikuwa nahisi chuo, mwingine alikuwa shule. So kiufupi, wazazi wangu wako pale nyumbani kwenye 3 bedroom, 2 bedrooms ziko empty, chumba changu kiko empty na chumba cha wadogo zangu wawili kiko empty. So then, kwa sababu hivyo vyumba viko empty, wakasema ok, tunaeza tukaanza na hivi vyumba viwili hapa kuangalia kutokana na kisema it's an extra income, it's good tunaweza so, so, so, tukapata kipato zaidi hapa nyumbani. So anyways, fast forward, kafanya biashara na Project Abroad dollars zikawa zinaingiaingia hapa na pale. Baadaye ile project ikaja pum ikaharibika. Kisema imeharibika nikimaanisha iliisha pale maeneo ya Moshi. Wakaona nahisi upande wa Moshi mambo hayaendi vizuri, kwa hiyo wakawa wamehamishia Project Abroad kiufupi maeneo ya Arusha pekee. Fikiria hapa, tulikuwa tayari tunatengeneza income nzuri tu inaingia kutokea project ya broad, then ghafla hiyo income imekatwa. So kilichotokea ni kwamba mdogo wangu alikuwa anaongea oh, mb, na rafiki yake akamwambia mesikia kuhusiana na Airbnb booking.com, na nini akaja akaniambia hivi, kuna hii Airbnb booking.com. Tukafanya nini, nikasema ngoja na mimi nikafuatilie kidogo. Kaenda kufuatilia booking.com ya Airbnb, tukasema you know what, hebu tuchukue picha na unga, hata picha za kwanza ambazo tulichukua, in short, tulikuwa na simu zetu tu pap pap chukua weka, uh, booking.com. Tukasema, you know what? Tujaribu yaani, kuna nini ambacho tunakipoteza kufuatilia kwa sababu mi ni mo of the person ambaye anasimamia hiyo biashara kwa juu na anaelewa vitu fulani kuhusiana na teknolojia, so ingia pale fanya utafiti wangu namna ya ku list vizuri, so pata mteja wetu wa kwanza habari tajiri, kwa majina anaitwa Ian Metile na ndani ya miezi 15, hii ndio ilikuwa highlight yetu kubwa ya kwamba tumefanya mauzo milioni mia moja. Na kwenye hii biashara sahivi tuna experience ya miaka saba, na kwenye channel hii kuna content nyingi sana ambazo tunafundisha wajasiriamali mali kama we kujua namna gani wanavyoweza kufanya biashara hii ya Airbnb. So kama wewe ni mtu ambaye unapenda kupata content kama hizi, then unaweza kuendelea na channel yetu, na kwa kusema hivyo basi tuendelee na video yetu. So, pata mteja wetu wa kwanza afika uh, pale tukamhudumia vizuri na nini then kwa watu wengi hiyo ndivyo wanavyoishi kwamba wanapata tu mteja wanamhudumia wanamhudumia vizuri sio vibaya na anakuja anatoa review nzuri anaondoka kama mtu anachaji dola kumi na tisa au tuende kwa hela za kitanzania zaidi seme mtu nachaji elfu arobaini kwa chumba elfu arobaini kwao ina maanisha mteja amekuja amekaa zake siku moja elfu arobaini amemhudumia vizuri hapa siongeli mtu ambaye amehudumia vibaya amemhudumia vizuri kaondoka zake wewe umetengeneza shilingi elfu arobaini lakini baada ya kutoatoa zako inaweza ikawa umebakiwa labda hata na tuseme ishirini na tisa kwa hiyo umebakiwa na ishirini na tisa kama ni faida yako, pure profit nzuri. Kama angekuwa amekaa siku kumi ingekuwa umetengeneza laki mbili na tisini, sio so, tubaki na hiyo ishirini na tisa then baada ya kufanya hiyo hizo booking moja mbili tatu nne na kadhalika, tukaja kugundua kuna request ambazo tunapata kutoka kwa wateja wenyewe. Kwa hiyo mteja mfano chelewa kuja ndege yake labda inachelewa kufika, akawa anaomba kupata shato ambayo itamtoa airport mpaka hapo Faraja Homestay, au mwingine anafika usiku haezi kwenda kuchukua chakula pengine na angependelea labda ale chakula cha Kitanzania. Okay, kuna mtu anataka tumchukue kutoka airport. Kuna mtu anataka chakula cha Kitanzania. Ehe, kuna watu wengine wanaanza kutuuliza, okay, hivi materuni mnaweza mkaniunganisha labda na mtu labda bajaji au dereva au ni shingapi, kula kwanza kutuuliza maswali maswaliswali fulani, ni kama a, akili ikaamka ya kwamba wet hawa wateja wote wanachojaribu kutafuta hapa ni kupata huduma mbalimbali mbali, au kupata experience mbalimbali mbali, ambazo zitafanya hii safari yao kuwa bora zaidi au kuwa more memorable, so kitu ambacho tulikuja tukagundua ni kwamba na hii ndio ya kwanza. Sikiliza, ya kwanza ni kwamba unatakiwa ujiweke kwenye viati vya mteja wako. Huwezi ukatengeneza pesa zaidi bila kuelewa kwanza ni vitu gani ambavyo ni muhimu kwa mteja wako au ni changamoto kwa mteja wako, ili uweze kutengeneza huduma mbalimbali, uwe wa thamani zaidi, uweze kutengeneza pesa zaidi. Kama navyoendelea kuasistizia, pesa hufuata thamani. Kwa hiyo, kama unataka pesa nyingi zaidi, unahitaji kuwa wa thamani zaidi, kuwa wa thamani zaidi kuliko mshindani wako. Kwa hiyo, kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema ndo siri kubwa ni pale tulipoelewa namna ya kufikiria kama mteja anavyofikiria, namna ya kujiposition kwenye nafasi ya mteja, na kutoka hapo sasa na kutengeneza offers. Namba mbili, kutengeneza offer au suluhisho kutokana na ile position ambayo tulikuwa tumesimama pale ya namna ya mteja anavyofikiria. Kwa hiyo kitu kwa cha kwanza kwenye siri hii, elewa mteja wako anavyofikiria. Kwa hiyo, let's say wewe una nyumba yako ipo Mwanza na unajua kabisa kuna vivutio fulani wateja wako wanakuja kuvifuata mwanzo. Then lazima ukae chini ufikiria, kwamba okay, kama mteja wangu ni mzungu, maanake atakuja airport. Akija airport, nani anamfata airport? Unamuuliza yeah, by the way, ukiwa unamuuliza aumuulizi kama unamlazimisha unamwekea tu kwamba, yeah, by the way, naona unakuja labda airport yako. I mean, airport unafuka pale labda tuseme saa moja usiku au saa mbili usiku, nani anakuja kufuata? Show some care, sio kwa ku then unaweza ukamwambia is it possible kama tukija kufuata lakini uh, service yetu ya shuttle ni shilingi flani kiasi fulani unakitaja labda ni elfu sita yote hii unapata kwa kufanya mahesabu kujua um, amount gani inafaa au inaendana na mteja wako so ukiachana na hiyo unajua kabisa mtu anakuja pale atalala lakini kama anafika usiku anahitaji kula unaweza ukamuuliza if they are willing waandalie chakula walipie kiasi flani labda dola sita then wamefika pale wanakaa siku sita na wamekwambia wanakuja kifamilia wanataka kuenjoy unaweza ukamwambia naweza nikakupa package ya city tour, ya wakazunguka zaidi kuona Mwanza ilivyo, wakaenda maeneo ya kuenjoy kifamilia, ukaorganize hiyo trip, labda ukasema kwa, kwa hii trip kwa kila kichwa labda kuzunguka kwa hiyo siku ni dola 30. Kwa hiyo kama wako wanne dola 120, sawa. Then wamefika pale, wameona mtu mwingine anasema anataka kukodisha gari, kama unataka kukodisha gari, naweza ukawa wewe hauna hiyo gari, lakini upo tayari kuongea na mtu mwenye gari akakukodishia wewe kwa bei nzuri, labda ukawa dereva au katafuta dereva akaliendesha, then ukakodishia wao, then ukapata nyingine hapo ya kuongeza. Kiufupi, nachojaribu uone ni kwamba ukiingia kwenye miguu ya mteja, unajaribu kuangalia huyu mteja kwenye kila safari ni sehemu gani anakuwa ana uhitaji, then wewe unajibu uhitaji. So ingia kwenye nafasi au kwenye miguu ya I mean, kwenye viatu vya mteja wako. Then cha pili, kama nilivyosema, tengeneza ofa kwa ajili ya mteja wako. Sasa huwezi ukatengeneza ofa nzuri bila kuelewa hizo changamoto, na ndio kwa maana ni muhimu kuingia kwenye nafasi ya mteja wako. Then ofa ambazo tutaongelea hapa ni kwamba unaangalia kwenye kila kitu ulichogundua kwenye kila sehemu ambayo atakuwa anapita, kama ni sehemu anapofika, anapoenda kula, anapotaka kupata experiences, kuna kitu ambacho unaweza ukakileta ndani kufanya mambo marahisi kwa ajili yake, akatumia muda mchache zaidi, akapata hospitality nzuri, kwa sababu kumbuka, yeye ni mgeni hapa. Akipata mtu wa kutembea naye, wa kuongea naye, kuna namna tu mtu anafil more hospitable, anafil yani kama yuko nyumbani, au anafil yuko kama nchi yao, okay? kwa hiyo ukiweza kufanya hivyo vitu, unamrahisishia maisha yake, una mrahisishia unamrahisishia gharama unamrahisishia muda wa kufikiria, na stress, na unakuwa hospitable. Hivyo ni vitu ambavyo vitakusaidia we kuwa wa thamani thamani zaidi, na kwenye kila sehemu ambapo unaleta thamani unaongeza margin au unaongeza kiasi fulani kama faida yako. Kwa hiyo let's say seme, kama ni chakula, chakula cha kawaida, inaweza kukuta wewe mfano, mkitengeneza kile chakula, wewe kama unapikia familia ya watu sita, unaweza kakuta gharama ambayo umetumia ni elfu thelathini lakini kwa, kama unachaji kwa kichwa, labda dola kumi kwa kila chakula, kwa hiyo inamaanisha hapo unaweza ukatengeneza Dola kumi kwa watu sita, dola sitini. Dola sitini kwa rate ya sasa hivi, elfu mbili mia nne, atafanya mahesabu hapo utaiona hiyo yote ambayo baada ya kutoa gharama zako za kupika hicho chakula elfu thelathini. Hiyo nime-underestimate sana, simaanishi kwamba itakuwa ni hivyo, sababu kuna vitu vingine utanunua kuku na nini, inaweza ikawa zaidi ya hapo. But what I'm trying to say, ni kwamba faida ambayo unaipata hapo, unafikiria inaweza ikawa kwenye asilimia thelathini mpaka sitini extra kwenye hiyo amount ambayo umetumia kufanya manunuzi na kadhalika. Hiyo ni ya kwako, na kama ni ya kwako inamaanisha kwamba hiyo ni faida ambayo imeongezeka, ukiachana na ile faida ya kwamba wamekuja kulipia ile ishirini na tisa ambayo ilikuwa faida yako kukaa na wewe pale. So then, kitu kingine labda ndio tumeongelea usafiri, kama unaweza wa kukodisha labda gari, unakuta kama Dar es Salaam hapa magari anakodishwa laki moja na hamsini, mtu anakodisha hiyo gari kwa siku, au laki moja na ishirini, mtu anachukua labda ist siku nzima. Kama unaweza kuchukua labda hilo gari kutoka kwa mtu ambaye anakodishayo kwa bei nzuri, anaweza kukwambia okay, mimi sina shida, nipe tu laki. Au wewe mwenyewe probably una gari lingine extra ambalo unalo nyumbani kwako uko tayari kulikodisha. Then unachoweza kufanya unachukua kama gharama ya kukodishaji ni laki moja, unaweza ukaongeza elfu hamsini hiyo ikawa ni additional kwako wewe, kwa, kwa kumrahisishia yeye kuliko aende kwenye mchakato mzima wa kufanya process zote hizo za kupata gari. Kama umeanza kunotice pate na hapo, ni kwamba kwenye kila uhitaji unajibu huo uhitaji na huduma fulani. Na kwa nini unafanya hivyo? Ili uweze kumsaidia yeye apate experience nzuri, bora zaidi, rahisi zaidi, inamletea uwepesi na ambayo haina stress. Utakapokuwa una uwezo wa kufanya hivyo, utatengeneza pesa sana. So kwetu sisi kitofanya kazi ni nini? So mteja alikuwa akifika au, na hii ni system by the way, ambayo inaendelea mpaka leo, ni kwamba mteja akiweka booking pop, anapata message hizi, ni automatic message ambazo unaweza ukaweka kwenye Airbnb au booking.com. inamkaribisha, inamshukuru kwanza kwa kufanya booking, lakini sasa inaweza inamwambia vitu vitatu ambavyo tunavitoa. Namba moja tunatoa shuttle. tunaweza kumchukua kutoka airport atalipia namba mbili. Tunaweza tukaongelea kuhusiana na kuandalia adventure wakija hapa, kwa hii hapa ni Moshi mjini. Namba tatu inaongelea swala zima la chakula, kwa hiyo mtu akifika pale kuhakikisha kwamba anakula vizuri. Kwa hiyo kwetu sisi ni hizo tatu, lakini kwako wewe inaweza ikawa zaidi ya hizo. So mfano mtu amebook hiyo, kama nilivyosema, shilingi elfu arobaini tunaongelea sasa kwenye ile tebo yetu, shilingi elfu arobaini ka book. Amefika usiku wanakula, wako wako watatu wanakula chakula cha dola sita tuseme, hata dola sita ni elfu kumi na tano elfu 15 kwa elfu 15 elfu 15 elfu 15 hiyo ni elfu 45 kwa elfu 45 nyingine hapo, then wamefika pale, wameshakula, wamelala, kesho asubuhi wa wameamka, wanataka kwenda Materuni, wanataka sijui kwenda Marangu Falls, uh, wanataka kwenda coffee plantations. Kila mmoja labda anachajiwa dola 15 15, kutokana na ya trip wanaenda kuwa na pia inategemea na viingilio vya huko. Kwa hiyo tutaongezea hapo pia namba zingine, then hawa hao watu inafika, wamekaa pale kama ni siku 4 5, wanataka kufuliwa, tuna mtu ambaye ana uwezo kuja na kuwa kwa kila nguo uh, labda kiasi fulani, labda ni shilingi elfu thelathini lakini sisi tunajua huyu mtu anakuja kusafisha au kufua yeye ana shida, akilipwa shilingi elfu kumi Kwa hiyo kwa kuangalia tu mfano huo mfupi, mtu ambaye haelewi hii siri, yeye ameshachukua elfu arobaini yake amefurahi, kaondoka. Sisi tumekuwa wathamani sana kwa huyu mteja, kwamba tumemsaidia amepata chakula kiurahisi, tumemsaidia ame enjoy strip yake kiurahisi, ame feel hospitable, yaani kuna watu wanamtekea wanasonga wana naye na kuwasaidia waenjoi tripi yao vizuri, na pia tumehakikisha kwamba hawa watu wamefuliwa vitu vyao ni visafi na mambo yao huku Tanzania anaendelea vizuri, then wanatulipa kwa thamani zote hizo tatu extra tulizoongeza. Na hapo ndio tofauti kubwa ilipo kati ya wale watu wanaotengeneza pesa ya kawaida kwenye hizi platform, au kutoka kwa mteja na wale wanaotengeneza pesa zaidi. So kwako wewe, application inaweza ikawaje? Sio lazima kwamba iwe una target watalii . Kuna mtu mwingine unaweza ukawa nyumba yako ina target couples, watu ambao ni wapenzi, unajua kabisa wanakuja for romantic retreat, so kuna namna ambavyo unaweza ukatengeneza packages zinazoendana nazo. Kwa hiyo unaweza ukasema mtu labda ukamuuliza by the way, um, ni kwa nini unakuja hapa, labda ni kwa ajili ya kitu fulani, ni kwa ajili ya labda engagement au labda ni kwa ajili ya honeymoon. Aha! Kama ni hivyo, unaweza ukawapa package ya tofauti ukawambia kwamba labda usually, standard rate ya chumba labda ni hiyo laki mbili, lakini kama wataka, kama upo tayari ukamfanyia huyo mpenzi wako anakuja naye, labda tukakwekea maua huku ndani tukaseta balloon tukafanya kitu cha tofauti, setup ya tofauti, lakini labda itakuwa an extra laki moja na ishirini. Trust me, kuna watu wako tayari kutoa hiyo laki moja na ishirini, kwa sababu kwa wao issue sio hiyo pesa wanaotoa, issue ni thamani wanaopokea, kwa sababu fikiria tu, kama wewe mwenyewe, kama wewe ni mwanaume kwamba umempa experience mke wako ya kwamba anafika kwenye chumba anakutana na surprise, the place imekuwa decorated beautifully, yani kuna namna anajisikia anapendwa, anajisikia kwamba unamjali sana na kwa mwanamke, emfikiria pale ambapo wako amefanyia hivyo, yani it's amazing. Kwahiyo hata hiyo laki moja na ishirini haiwezi ikashikilia experience nzima, lakini kiufupi, kwa mteja pale anakuwa na feel ni umekuwa wa thamani sana. Kwahiyo kama ni pia unaangalia nyumba yako ni ya kifamilia, ni ya vikundi, labda kuna watu wanakuja pale kwa vikundi zaidi, unaweza ukatengeneza packages za tofauti, labda ukatengeneza packages ambazo zinasaidia watoto kuinjoi zaidi hilo eneo, kwahiyo ukaweka labda tuseme, sehemu za tegeneza hizi um, labda kama ni na swimming pool sehemu ambapo wanaweza wakaweka hizi jumping castles wanaweza yani, vitu ni vingi vingi vingi kiufupi, ukijiweka kwenye nafasi ya mteja wako, una uwezo wa kufikiria na kuja na offers tofauti ambazo mteja wako atazichukulia kama ni za thamani sana kwake na zikamsaidia yeye kuamua kufanya uamuzi wa kuchukua hiyo offer, ambapo kwako wewe ni faida ki uchumi, lakini pia inampa goodwill mteja wako kwamba unamfikiria na kwamba wewe ni mtu wa thamani. Na ukiachana na pesa, kitu kikubwa unachokipata hapa ni mteja ambaye anajua kwa kweli unamjali, ni mteja ambaye anajua kwa kweli wewe ni mtu ambaye unajali maslahi yake na unatamani yeye aweze kuenjoi zaidi hii trip yake. Na utakapofanya hivyo huyu mteja, sio tu kwamba utapata pesa zaidi kutoka huyo mteja, lakini itakuwa ni pesa ya kujirudia, kwani huyu ni mteja ambaye atakuwa tayari kuambia wengine kuhusiana na wewe au yupo tayari kurudi pale kuenjoi kwenye hiyo nyumba yako so ni matumaini yangu kwamba kuanzia mwanzo hadi mwisho umeelewa namna gani ambavyo una uwezo wa kuwa wa thamani zaidi. Kwa sababu pointi kubwa iko hapo ya kwamba utaingia kwenye nafasi ya mteja na utaona mapungufu yaliyopo na utaamua kuwa wa thamani na utatengeneza offers ambayo mteja wako atakuwa tayari kuyalipia. Kama umeelewa hichi kipande ambacho tumegusia basi, darasa letu la siku saba la Airbnb Kitajiri Masterclass litakusaidia hata zaidi kuwa wa thamani zaidi ya watu wengi wanaofanya biashara ya Airbnb. Kama navyosema kila siku, watu wengi wanafanya hii biashara kwa mazoea, yani wanafanya biashara kwa kuangalia tu watu wengine wanafanya nini, bila kujua ni namna gani wao wanaweza kuwa wathamani na wakajitofautisha kwenye soko na wakaweza kutengeneza pesa zaidi. So kama hutaki ku struggle kwenye hii biashara, kama unatamani kujua namna gani unaweza kuwa wathamani zaidi, kutengeneza pesa zaidi na kuwa na uhakika wa kwamba pesa unazowekeza kwenye biashara hii itakurudia maradufu, basi jiunge na darasa letu la seven day Masterclass ambalo ni shilingi elfu hamsini tu, kiufupi value ambayo ni kubwa sana lakini hatukutaka ku, ku, kuiweka hii labda hiyo milioni mbili, milioni moja, laki tatu like, na nusu no. Tuliona kwamba shilingi elfu hamsini, mtanzania wa kawaida au mtu yoyote ambaye kweli anatamani kujua kuhusiana na hii biashara ana uwezo wa kutafuta hiyo shilingi elfu hamsini kama uwekezaji wake hujifunza, kwa sababu hii ni uwekezaji wako we mwenyewe kujifunza kuhusiana na hii biashara. Basi kama wewe ni huyo na unatamani kujiunga na darasa letu la Airbnb Kitajiri seven day masterclass, unachohitaji kufanya kuingia kwenye comments. Kuna link iko pale, ukibonyeza itakupeleka directly kwenye namba yetu, kisha utahudumiwa. Au ingia kwenye description, iko pale taarifa zote kuhusiana na darasa. Kwa leo niishii hapa. Kwa hiyo kama ungependa kuendelea kuangalia video yetu nyingine, basi tafadhali bonyeza hapa, utaona playlist yetu ambayo inakuonesha namna ya kutengeneza biashara ya Airbnb inakuletea laki nane mpaka milioni tano. Usahau kusubscribe na kumbuka mimi ni Ian Metili na wewe ni tajiri.